Asante, mi naitwa wakili Maduhu ni wakili wa, wa kujitegemea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa e, hapa nchini e, naomba kujibu swali la la lilouliza la kuhusu mchakato wa mgawanyo wa majimbo unaoendelea hivi sasa hapa nchini e, jambo la kwanza nafikiri ambacho Watanzania anapaswa kujua ni kwamba swala la mgawanyo wa majimbo ni swala ya katiba, swala ya kisheria ni swala kikanuni kusoma ibara ya sabini na tano ya katiba ya Tanzania ya mwaka sabini na saba ikisoma e, kwa pamoja na kifungu cha kumi cha sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, eh je, namba themanini na sita ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano Eh, moja majukumu ya tume pamoja na mambo mengine, pamoja na e, kugawanya maeneo ya kiuchaguzi, kugawanya majimbo Uchaguzi. Sasa katiba haijaenda mbali zaidi kusema mgawanywa huo utafanyikaje, lakini tume kama chombo cha uchaguzi kimepewa e, mamlaka ya kuainisha utaratibu wa namna gani majimbo ya gawanywe, e, na tumeona tangazo la tume ambalo lilitoka mapema mwezi Februari ikiainisha e, sasa kutangaza e, rasmi kuanza kwa mchakato wa mgawanya wa majimbo mbalimbali mbali ya uchaguzi hapa nchini na tume akaelekeza kwamba mchakato namba moja ni kwamba mabaraza ya madiwani katika halmashauri husika ambazo wao wanahisi kwamba majimbo yao yapaswa kugawanywa, yapaswa yakae, yajadili, yachakate taarifa na kufanya uamuzi kama hayo majimbo ya deserve kugawanywa au la. Lakini baada ya mabaraza ya madiwani, atoa ya pili na kwenda kwenye kamati kwanza kwenye baraza la madiwani ni kwamba eh, madiwani wote wanaounda kata za halmashauri husika ndio wanakuwa wajumbe wa hicho kikao. Then level ya pili anakwenda kwenye kamati ya ushauri ya mkoa, ya, ya ya ya wilaya ambapo mwenyekiti wake ni DC, eh, wabunge wote wa wilaya husika kwenye vitu vya halmashauri wa wilaya husika wa na wakuu wengine wa idara mbalimbali nao pia wanachakaa taarifa za, za, za, za, za, za, za, za baraza la madiwani mashauri husika then kamati ya ushauri ya wilaya ikishamaliza inapendekeza kwenye kamati ya ushauri ya mkoa. O, wenyekiti wa kikao hicho ni mkuu mkoa Mheshimiwa DC wa mkoa husika, Mheshimiwa wabunge wote wanaotokana na majimbo ya mkoa husika, lakini mamea na wenyeviti wa halmashauri na watendaji wengine wa serikali. Wakishamaliza hapo sasa, RCC ina recommend au inapendekeza tume huru ya taifa ya uchaguzi kwamba majimbo haya na haya na haya wao kwa maoni yao na kwa taalamu wao wanashauri kwamba yagawanywe. Lakini hata hivyo, kabla ya maamuzi hayo, wanapofanya majadiliano yao ni kwamba e, tume ameweka utaratibu vigezo vya jimbo qualify e, kugawanywa. Kigezo namba moja, kwa majimbo ya mjini, idadi ya watu wasiopungua laki sita na kwa vijijini, idadi ya watu wasiopungua laki nne Lakini mbili ni ukubwa wa eneo la jimbo husika kwa jografia ya eneo husika. Lakini namba tatu ni hali ya uchumi hali ya kiuchumi na miundombinu ya jimbo husika. Lakini namba nne ni swala la space. Oye, space au nafasi ya viti au ukubwa wa bunge letu, ukumbi wa bunge unachukua wabunge wangapi? tukaweka tuka majimbo mengi, wabunge wengine kazi Zoom au nyumbani? w i muhim, tunaangalia pia idadi ya wa wabunge wa viti maalum kwenye mkoa husika, kwa sababu yote hii ina athiri space kwenye bunge. Kwa hiyo hivi ndio vigezo ambavyo tume imeviainisha ambavyo vinaweza kutumika kugawa jimbo moja kwenda kwenda kwa jimbo jimbo jimbo jingine. Kwa hiyo hii ni issue ya kisheria, ni issue ya kikatiba, ni issue ya kikanuni. Sasa nimeona kwenye media mbalimbali tayari hizo kamati na baadhi ya madiwani, baadhi ya mikoa, nimeona Dodoma, Kigoma Sora Shinyanga, Kirindi na maeneo mengine wameshakaa. Nimeona baadhi ya maeneo tayari kamati za shauri za wilaya na mikoa zimeshamaliza kazi yake. Na zimebakia siku saba e, eh, kuelekea ukingu, ukingu wa mchakato ambao tumeitoa kwa sababu kwa kwa muda ambao tumeitoa ukipiga okay, yani mpaka leo hesabu zimebaki siku saba mpaka 26 26 eh Machi, bado siku saba tufike mwisho wa zoezi la mapendekezo hayo nafikiri pia wakati huu sio tu hizo hizo mabaraza madiwani kamati za mikoa na wilaya, nafikiri hata wananchi wa, wa kawaida mmoja mmoja wanaweza au kwa makundi kutoa maoni yao juu e, ya mchakato huo e, lakini mimi kwa maoni yangu ni kwamba e, kuna majimbo ambayo nimeona yanapendekezwa ya gawanywe hayastahili kuwa kwa majimbo, lakini kuna majimbo ambayo yanapendekezwa yagawanywe yanastahili kugawanywa kuwa majimbo mapya ya uchaguzi. Kwa mfano nimeona jimbo la Dodoma mjini nafikiri hii ndio jimbo kubwa linaloongoza kwa majimbo yote ya uchaguzi hapa nchini ndio jimbo pekee ambalo lina kata za uchaguzi arobaini mengine moja majimbo mengine Dar es Salaam na moja. kata, kuna... mengine mengine. kata nane majimbo mengine na kata tisa, mengine kata nane kwa hiyo kuna baadhi ya majimbo ambayo napendekeza hizi vyombo vinapendekeza yagawanywe eh. ni kweli yana deserve ugawanywa lakini baadhi naona eh, Hayana sifa hizo. Kwa mfano, eh, hapa, hayana sifa hizo. kwa mfano, mkoa wa Dar es Salaam hapa, baadhi ya majimbo yana sifa hiyo, lakini baadhi hayana sifa hiyo. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye kigezo cha idadi ya watu, majimbo mengi yanakosa sifa. Kwa mjini laki sita, manake ni kwamba ukiligawa kwa mfano jimbo la, la Mbagala lina pia kula laki 7 plus. Kiligawanya manake, kutoka na pia kula laki tatu laki tatu. Tayari sifa ya idadi ya watu inakataa. Kile kwa jiografia, unakuta kwamba eh, jiografia hai, hai haifiti pia uto kama ni ni jimbo linakata chache. Eh, kuna jimbo hapa Dar es Salaam nafikiri jimbo la Ubungo linakata nane tu na mengine kata tisa, mengine kata 10. Kwa hiyo uto kama kwenye jiografia vigezo havifiti na kwenye idadi ya watu vigezo vinakataa. Kwa hiyo mimi naamini tume itatumia busara baada ya kupokea mapendekezo ya kutoka kwenye hizi vyombo vya mabaraza za madiwani, kamati za ushauri za wilaya, kamati za ushauri za mikoa, itatumia e, busara kufanya maamuzi ya majimbo gani yagawanywa na majimbo gani yaendelee kubakia kama yalivyo hivi hivi sasa. Maana pia tumekuwa na, na desturi nchini hapa nchini kwetu ya kupeana majimbo eh, mtu fulani fulani anagombea eneo fulani, au anataka agombee jimbo fulani ambalo nafasi hapo haipo, jimbo linagawanywa ili mtu apate kugombea, na ushahidi mifano wafano, e, na kwa mfano eh, mwaka 2015 kuna majimbo hapa sitaki niyataja hapa yaligawanywa kisiasa sana. Vijana wawili pendwa sisi walikuwa na wanagombania jimbo moja e, na viongozi wao wakuwa nawapenda sana hao vijana kwa sababu za kisiasa, jimbo likagawanywa, mmoja akabakia mjini, mwingine akaenda vijijini. Unaona, hata mwingine tunagawanya na majimbo kwa sababu za kisiasa, sio kwa sababu za vigezo ambayo za eh, katiba imeviainisha eh, na ndio maana unakuta kuna wabunge wanaongoza kata arobaini, wengine kata nane, wengine kata kumi, wengine tisa. Halafu kwenye fedha ya mfuko wa jimbo, fedha ya ya mfuko wa jimbo wote wanapata sawa. Yaani mbunge ndiye anaongoza kata 23. Na mbunge ndiye anaongoza kata nane, tisa. Kwa hiyo wote wanapewa fedha sawa ya mfuko wa jimbo. Sasa tayari hapa kuna kuna kuwa kuna usawa. Kwa mina, ni wito wangu na nilai yangu kwa tume na wadau wengine kwamba ma, ma ya majimbo yasigawanywe kisiasa. Majimbo yenye sifa za ugawanyo yagawanywe. Lakini majimbo ambayo yana sifa ya kugawanywa hayana sababu kabisa ya kugawanywa. Kwa hiyo tutasubiri, tutasubiri tume itakapopokea mapendekezo na tutaona uamuzi wa tume, yeah. Santeni, santeni, wa tume then tutaona cha kufanya huko. Asante sana kwa elimu hizi na mengine mengi. Usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.